kwa hiyo nina wasii wa Tanzania, MC pili pili alikuwa anawapenda sana, alikuwa anawachekesha, alikuwa anapenda watu MC Pilipili. sisi kama familia alikuwa anatupenda pia. Kwa hiyo hebu njoeni tuweze kumuaga vizuri, njoeni tuweze kumshangilia vizuri anapomaliza safari yake ya hapa duniani. Na kwa kifupi nikisema kwamba kwa tumeiachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao.